Umesikia kile ambacho amekizungumza Christina kuelekea mchezo wao wa leo dhidi ya Young Africans, lakini kabla tuliotazama mchezo huo, tuanze kwanza kutazama michezo ambayo imepigwa hapo jana, ambapo Azam FC matajiri wa jiji wenyewe waliibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya e, URA FC ya kutoka pale e, Uganda. Mabao ya Azam FC na utakumbuka kwamba kwenye mchezo huu e, Kingamkono pamoja na Hyera e, URA walikuwa kwanza kupata bao lililofungwa na -hmm. na Senkaute Nelson dakika ya kumi lakini wanalambalamba ama matajiri wa jiji Azam FC wakaja kusawazisha kupitia kwa Jafet Kitambala dakika ishirini na tatu, lakini pia Alobogasti Kiobya e, katika dakika zile za nyongeza. Tuanze kwanza kutazama mchezo huu, nidhamu ambayo imeweza kuonyeshwa na matajiri wa jiji Azam FC, kutoka nyuma kusawazisha na kupata ushindi, lakini pia wamefanikiwa kusonga mbele, lakini katika michezo karibu yote wamekuwa wakiruhusu magoli. Nianze na hira ya kwenye mechi ambazo amecheza uh, kwa sababu wao kundi lao likuwa na timu nne uh, na tafsiri yake ni kwamba wao ndo wamecheza mechi nyingi kuliko timu za makundi mengine ambao wenyewe makundi yao alikuwa naruhusu kucheza mechi mbili peke yake, ambazo ilikuwa na timu tatu tatu. Wamecheza uh, dhidi ya Mlandege. Azam FC amecheza dhidi ya hao, uh, Singida Black Stars singine ilikuwa ni katikati afu baadaye amecheza na, na URA. Kuruhusu magoli kwenye kila mechi inaweza ikawa ni kama tai yenye nyekundu ambayo inawaka kwa mwalimu kwamba kuna kitu pengine hakiko sawasawa, unahitaji eh, kulinda zaidi kwenye mechi ambazo unacheza na kuto kuruhusu namba kubwa magoli kama ambavyo inakuwa ni sifa ya timu ambayo nasema inatafuta ubingwa kwamba usiruhusu magoli mengi zaidi lakini eh, kwa Azam SC imekuwa ni tofauti. Pengine kitu ambacho anaweza kawa anajivunia ni jinsi ambavyo timu inafunga magoli kuwazidi hawa wapinzani wao ambayo anatokea kwenye mechi, na ulikuwa unaona kwenye mechi ya kwanza ushindi wa magoli matatu kwa moja then mbili moja na huku mbili moja. Inaweza ikawa na kuonyesha kwamba kwenye kila mechi wao walikuwa na kazi ya mpinzani ili kuweza kupata ushindi kwenye mchezo lakini unaweza ukaelewa kwa nini haya yanatokea. Kuna mabadiliko kadhaa ya kikosi ambayo mwalimu anayafanya, kuna maingizo ya wachezaji wapya ambayo kila siku mwalimu anayafanya kwenye timu, na inavyobadilika timu kwa namna hiyo, unategemea kuona pengine ile pattern ya kiuchezaji inaweza isiwe inakamilika japo kwenye training na training yote kwa pamoja, lakini uwezo wa kiuchezaji wa mchezaji mmoja mmoja unatofautiana. Kwa hiyo unategemea pengine kuna muda makosa yatakuwa yanafanyika kiwanjani. Angalia magoli ambayo wanafungwa zaesi kwenye mechi ambazo wanacheza, yanakuwa ni ya namna gani? Kwa mfano goli hili ambalo linaonekana hapa, pengine unasema ni mawasiliano yani mabaya kati ya mlinzi na, na, na goli kipa kwa maana Aisha Manula kwamba huu ni mpira ambao umepigwa nusu kwa nusu, ataenda goli kipa ama ataenda mlinzi kwenda kufanya clearance huo mpira. Ndicho ambacho ukatazama, hata mtoaji wa pasi namna alivyoweza kutembea katika eneo kubwa bila, bila kubugudhiwa nakabwa yeah. Kwa, kwa, kwa, kwa na, na, na, na, na macho kinga mkono unapo Azam FC una, unaona kwamba kuna faida ambayo anaipata kwa kufungwa magoli haya kwa sababu inatoa nafasi kwa kocha Florai Benge kuweza kujua ni wapi pa kurekebisha ile yeah. Leo anasema acha inyeshe tuone panapovuja <laughs> kwa sababu naamini Benge anatumia mashindano haya kubwa kutengeneza timu yake kuelekea kombe la Shirikisho zidi ya mechi yake inayokuja zidi ya na Nairobi. Kwa hiyo kwake ametoa nafasi kwa watu wengi kucheza. Nimemwona Alawe, amecheza kwa ma... kwenye hii mechi, kwa nafasi nzuri kwenye safu ya ulinzi. Unaona kuna wachezaji wengi mabadiliko kama alivyosema Michael kwamba kuna wengi wanapewa nafasi wacheze waonyeshe uwezo wao mmoja mmoja. Kwa hiyo kwake, kocha timu ikiruhusu magoli wakati mwingine inamwonyesha upungufu wa kiuchezaji na ule umakini wachezaji inamuonyesha kuna udhaifu kwa wachezaji wake, baadhi yao wako makini kwenye mchezo, kwa sababu unatoaje nafasi ya mtu kuburuza mpira pale katikati ya uwanja asibuguziwe? Ni bora ukamchezea faulo kule mbali, ili isitokee hivyo. Lakini kingine, anaweza kujisifia hiyo kama safu yake a, wa washambuliaji inaweza kutumia nafasi chache ambazo anazitengeneza kupata magoli na timu ikashinda, kwa sababu wakati mwingine unakufungwa ni sehemu ya mchezo kwamba umekosea umefungwa. Lakini je, wachezaji wako wanaweza kutuliza akili wakarudi mchezoni wakapata kile wanachokitaka kwamba kweli wachezaji wako wanaweza kurudi mchezoni waka wakafanya vizuri na wakapata goli? Ukiona goli la Kitambala Bora, amefunga goli zuri, lakini kiukabaji ki bekiwa yule alifanya kosa la kiufundi uwezi kumkaba mtu ukamkabia ndani nje ya goli lako, wakati wewe unajua huyu lazima atageuka atakwenda huku, alipaswa akabe kule ambapo alipotaka kugeukia Kitambala Bora. Kwa hiyo alifanya kosa la kiufundi hapo, unaona alafu akijua kabisa mimi huyu jamani, simwezi kwa nguvu, ni ana nguvu nzito kuliko mimi. Kwa hiyo yeye akaruhusu kosa kama hilo, ambapo alikwenda akakaa upande ambao hawezi kushindana naye kwa nguvu. Na hata upande wao alokaa, angemsukuma zaidi, ingekuwa ni penalti. Kama jifuta angemwokota kujiangusha kingine. Na sifu goli la yule kijana mdogo aliyeingia, amefanya goli nzuri sana, amekimbiza na mpira, amepiga shuti nzuri. Anaonekana ni kijana ambaye, kama baadaye atapata nafasi ya kucheza. Changamoto yetu ni mechi ziko chache za mashindano mengi, na watu kwa mashindano mengi viongozi wako juu jukwani, wanataka matokeo. Kwa hiyo wachezaji vijana mara nyingi wagawapati nafasi kucheza, lakini kama wangepewa nafasi, ni mchezaji ambaye anaonekana ana kitu kutokea pembeni, ni anakuja vizuri. Kwa hiyo nadhani ni wakati wa viongozi wa Azam na kocha kuangalia nafasi wachezaji kama wakapewa hata dakika tano tano za mwisho zile kumi, timu ikiwa imefanya vizuri kwenye ligi au kombe la, nadhani itawakuza na kuwafanya kile kizazi chao nachotengeneza kiwe msaada kwa kwa timu kupunguza gharama za kununua wachezaji, na kingine vilevile kwa taifa. Unaona hapo alipochukua mpira, anakimbiza, anaonekana mchezaji ambaye ametulia, ameamua, amefanya maamuzi sahihi, amepiga shuti sahihi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikubwa kwake, kwa kijana kufunga kwenye mashindano kama haya, na hata kwa timu vilevile, inaonyesha wanalea wana, wana vijana vizuri ambao wanapita kwenye misingi sahihi na tukitazama mchezo mwingine ambao ulipigwa, Fufuni walikipiga dhidi ya Simba Sports Club, na Simba walipata ushindi wa mabao mawili kwa moja, lakini walikuwa wa kwanza kufungwa, bao lililofungwa na Mboni Steven dakika ya 15 ya mchezo, lakini baadaye Hussein Mbegu akarejea eh, kambani dakika 23, huku bao la pili ikifungwa na Nabi Kabara katika dakika ya tisini ya mchezo. We, tofauti yao jana naweza kusema hakuna, hakuna kubwa kwa sababu Azam au wawili watakaokutana nusu fainali, kwa sababu Azam alianza kufungwa akachomoa na kupata goli la ushindi, lakini vivyo hivyo kwa Simba pia naona hali ilikuwa hivyo. Hyera, na tutazame pia aina ya goli hili ambalo limeweza kufungwa, goli la AFCON, goli kali sana ambalo lime limefungwa Mboni ya kutumia muda mwingi sana kufikiria kwamba natakiwa kufanya nini na huo mpira wakati wanasogea kwenda kwenye lango la, la Simba, ye alichokuwa anajua kwamba nimeshatengeneza nafasi ni kitu cha kwanza. Baada ya kuwekewa mpira kwenye hiyo nafasi ambayo alikuwa ameshaitengeneza moja kwa moja akauona mpira huu kwamba kwa jinsi ambavyo umefika anaweza akashuti kuelekea kwenye lango, na pozishen ya golikipa ilikuwa ina sapoti ya kuweza kupiga mpira kwenye lango. Ukimwona mlinda mlango alikuwa amesogea juu kwa maana kutoka kwenye ule mstari wake wa, wa gol line akawa amesogea kidogo juu kwenye eneo la juu. Na uwezi kumlaumu kwa sababu kumbuka, wakati huo Simba alikuwa wana mpira wameenda kushambulia. Kwa hiyo ile transition ambayo alifanya Fufuni kusogea kwenda kwenye eneo la, la, la Simba ikamfanya yeye kuchelewa kwenye stepu za kurudi kwenda kwenye usawa wa goli. Alichokifanya mboni ni kumkadilia kwenye hilo eneo, akapiga shuti ambalo lilienda moja kwa moja, hata diving ya goli kipa haikusaidia kuweza kufanya ile save, lakini unasema kama ni goli kali, lililipwa pia na kile ambacho alikifanya Nabi, naye alifunga pia goli lingine ambalo lilikuwa kali kwa upande wa, wa, wa, wa Simba. Lakini sio ilikuwa kali tu, lilikuwa kali kwa sababu pia lilienda kuwapa maumivu zaidi a Fufuni, kwa sababu ya muda ambao alifungwa na nguvu ambao alikuwa wametumia wao kwenye kile ambacho walifanya. Kwa hiyo kwangu nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo Fufuni kwenye maandalizi yao unaweza kwa kuwapongeza kwamba walijiandaa sana kucheza dhidi ya Simba. Ineze... tanaya kichwa kilichofungwa hapo unaweza ukaona ni, ni goli ambalo mpira unaelekezwa kabisa ya ile ambalo, goli ambalo Simba wamelipata. Inawezekana ikawa ni uh, kosa ambalo uh, utawalaumu Fufuni kwamba kwenye kuzuia mipira ya ya namna hii uh, nyinyi mnatakiwa kurudi kwenye eneo lenu mkiwa na wachezaji ambao mnajua kwamba sio tu heiti zao, lakini pia hata tabia za kwenda hewani kuokoa mipira, mpira itakuwa ni kubwa zaidi kwa upande wao lakini kilichofanyika kwenye ile eneo, unaona jinsi ambavyo mbegu aliwakimbia kutoka kwenye ile eneo ambalo Fufuni alikuwa anazuia, ye akaenda kuwai mpira kwenye sifa za mshambuliaji. Unasema kwenye matukio kama hayo, wewe kuwa mbele ya mpira, kuwa wa kwanza kuwini mpira ndicho kitu ambacho alikuwa amekifanya. Hivi ninyi makocha wa siku hizi kwenye mwamba wa pili ku..., asimami mtu hapana? Ni makocha wa kisasa unajua. <laughs> <laughs> wakati mwingine kwenye mpira huwezi ukaa na unakumbusha kila kitu. Kuna muda naweza nawe ukawa unaangalia vitu vingine, lakini wachezaji obviously, unasema kuna mtu ambaye atakua anatakiwa kubakia ili kufanya clearance ya mpira endapo kama wote mtaokosa kwenye yale maeneo mm -hmm. lakini sio kwamba ndo, uh, kwa sababu zamani ilikuwa kitokea kona, unajua namba mbili mwamba wako ule, namba tatu mwamba wako ule pale <laughs> yes. Afu wengine mnaendelea kuokoa, lakini sasa hivi inawezekana jukumu akapewa mtu mwingine kwenye kufanya hiyo kazi, lakini kuna muda pia timu inaweza ikawa na switch off kwamba mtu asiwe anajua kwamba natakiwa kwenda wapi kwenye eneo gani, ni makosa ya position, kitu ambayo mara nyingine huwa yanatokea. Lakini sio kwamba, kwa sababu ni mpira wa kisasa na umebadilisha kila kitu, kiasi ambacho hata kwenye defense structure, kuna muda ambao mnatakiwa kuwa position kwenye matukio ya namna hii ambayo yanakuwa ya msingi. Fufuni kitazama goli hili lilivyoingia, ni dhahiri kwamba liliwaumiza sana. <laughs> <laughs> <laughs> goli la usiku Sio goli hili. Unajua hata goli la mbegu, unajua mbegu ni mwendelezo wa ile rekodi ya mabeki wa wa Simba, no, Simba, Simba ni kitu ambacho wanafanya sana mazoezi, na goli la Nabi ni, ni uamuzi binafsi na uwezo binafsi wa Nabi, kwa sababu kimpira ulikuwa unaonekana kama ule mpira usingekuwa na mazara

yeye na hakutaka kuna nani alivyorudi akauweka vilevile vile akapiga vile, shuti ikawa goli safi. Tunaamini nusu fainali itakuwa nzuri kwa sababu anaenda kucheza na Azam tuliona, ukizingatia kocha wa Fufuni alikuwa na mkwala, akajimwagia maji mengi sana, alikuwa ananifurahisha sana e. Kapigwa chuma hapa yani, akawa mpole kabisa. Sasa bake zile mbombe zake zilizokuwa anazifanya pale nje kwa nyingi, unaweza ukajikuta kwamba kocha unapata timu mm. Yani, madini sasa nakupa, yani kuna mtu akapenda jinsi ambavyo unafungua chupa ya uhai unakunywa maji pale mm, basi kuonekana kwamba ah, kuna timu itakusajili kwamba huyu kocha anapenda anavyokunywa maji. Lakini lakini lakini kocha wa Fufuni, hata hivyo, kiuchezaji, timu yake ilicheza ilicheza vizuri sana. Msimamo wa wa kundi B ambalo ndipo wanapopatikana Simba, Fufuni pamoja na Mwembe Makumbi, ndio huu ambao unaweza kuona hapo. Simba kiwa amemaliza na ushindi asilimia mia moja wakati Fufuni na Mwembe Makumbi City wao waligawana alama yeah, waligawana alama kwenye mechi yao ya kwanza. Fufuni alianza kupata goli, Mwembe Makumbi akaenda akarudisha, ikamalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Mechi ya jana dhidi ya uh, Simba ilikuwa ni mechi ambayo Fufuni kwake option ambayo alikuwa anatakiwa kuipata ili afuzu ilikuwa ni kupata ushindi, maanake angemaliza na alama nne, Simba angemaliza na alama tatu, Fufuni angekwenda kwenye hatua ya nusu fainali lakini kupoteza kwenye mechi kunafanya uh, kunamfanya kubakia kwenye nafasi ya pili. Sare kwake ingekuwa ni heshima tu kwamba nime sare dhidi ya Simba Sports Club, na imebakia kuwa ni heshima kwake kwamba kufungwa na Simba kwenye mechi ambayo uh, walicheza. Lakini sare na Simba sponga um, <laughs> sare na Simba sponga sio jambo jepesi, sio jambo ambalo kila mtu anaweza akalipata hilo. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni mechi ya jihadi sana, unaona jinsi ambavyo wachezaji walijituma walijitoa kwa muda mwingi wa mechi na unaweza ukawa naelewa kwamba pengine kwenye vichwa vyao walikuwa naamini kwamba hii ni mechi ya kwetu kutupeleka mjini, tunaweza tukaonekana na kila mtu akaona kwamba kuna kitu ambacho Fufuni anakifanya. Kwa hiyo unaoelewa kwamba walikuwa na hizo nyakati bora kiwanjani, lakini kwangu nafikiri unaweza wakampongeza mwalimu wa Fufuni kwa jinsi ambavyo imetengeneza timu. Haikushangazi kuona wanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi, tayari washaanza wa kupata kitu kwa sababu ninahakika mpaka sasa hivi ile clip imeshakatwa. Ah mungu. Ile goli. Lazima. Clip imeshakatwa. Meneja Sharif Bayona, tutazame <laughs> mchezo mwingine ambao unapigwa hii leo itakuwa ni saa mbili na dakika kumi na tano usiku eh, mbashara kupitia Azam Sports HD ambapo TRA United wanakwenda kukipigia dhidi ya wananchi Young Africans na bingwa ama atakayepata ushindi katika mchezo huu ndiye ambaye atasonga mbele ama tasogea mbele. Tukiwa tunazungumza hapa wakati ule vitu vingine vinaendelea unasema kwamba Young Africans wao hawana jambo dogo ukitaka, mm, kuona Yanga wana jambo dogo kwenye mechi Max, ndani ya kuwa yule pale mafunga, yuapo, wote. Yule yule pale yaani ilikuwa ni timu fani ambayo unaona wachezaji wengi ambao ni wale regular juki ya buya alikuwepo kwenye mechi, unaweza kuelewa kwamba pengine wanakusudia nini hasa kwenye mashindano, na walipata ushindi mzuri wa magoli matatu kwa kwa, kwa, kwa sifuri ushindi ambao unakupa statement kwamba pengine hawajaenda kuchekesha kwenye mashindano na wako serious na kile ambacho wanakifanya. Unaangalia Maxi ya yeah, Max pia yani, kwenye kikosi chao unaweza kuona ndio alikuwa man of the match kwenye kwenye mchezo huu. Unaweza kawa unaona moja kati ya vitu ambavyo uh, Pedro alikuwa anavifanya kwenye mechi hii ni kwamba aliingia kwenye mchezo na akahakikisha kwamba anawapa nafasi wachezaji ambao anaweza akampa matokeo mazuri kwenye mechi. Na of course, walienda kum, uh, kulipa kwenye kile ambacho mwalimu alikuwa nakitaka kwa sababu ya jinsi ambavyo flow ya timu ilikuwa naenda, jinsi ambavyo timu ilikuwa inatoka ina, ina kwenye eneo lao kwenda kwenye eneo la wapinzani kwa usahihi zaidi na, na ile uwezo binafsi wa wachezaji pale ambapo ilikuwa inahitajika wali walikuwa wali nakifanya plus kile ambacho uh, baadhi ya wachezaji ambao unasema walikuwa hawapati nafasi ama wachezaji wali wapi walikuwa nakifanya the likes ya mtu kama Emmanuel Mwanengo ambaye kwenye mechi hii ndio mechekea kwanza. Kwanza na alikuwa na performance ambayo unasema kama alisajiliwa Yanga na ikaonekana pengine zile namba zake hazikumbeba akiwa na TRA. Ameenda Young Africa kwa sababu wao wameona kwamba huyu ni potential ambaye inaweza ikatusaidia kwenye mechi ambazo tutacheza, na kwenye usajili sio dhambi kumsajili mchezaji ambaye namba zinaweza kambaya huku, lakini wewe kamchukua kwa sababu unaona kwamba huyu kwenye timu yangu mimi nikimtumia anaweza akaninipa kitu ambacho ni bora zaidi na nikafaidika na uwezo wake uwanjani. Ndicho ambacho amekifanya kwenye mechi, alikuwa na nyakati bora. Uh, alipiga mpira ambao reflection ikafanya mpira kuelekea golini na pengine inawezekana ikaonekana sio goli lake likawa ni uh, own goal, lakini unaona juhudi zake ambazo alizifanya kwenye kile ambacho alikifanya. Lakini angalia jinsi ambavyo alikuwa na connect na wenzake kwenye eneo la kushambulia, unaweza kuona pia ni kitu kingine ambacho kinabakia kuwa ni kizuri kwa upande wakwake maana ni mwanengo ambaye ni mechi yake ya kwanza, licha kwamba pengine unasema mwanzoni wakati anasajili unaweza kuwa na maneno mengi kuhusiana na uh, masuala ya ya ya namba na vitu vingine ambavyo alikuwa amefanya na nafasi ambayo alikuwa anaepata akiwa na TRA. Kwa hiyo nafikiri kwa Yanga dhidi ya KVZ amini dhidi mean, ya TRA bado inabakiwa kuwa ni mechi ambayo Young Africans wala atakiwa kuwa wa kwanza kama ambavyo ulikuwa kwenye mechi iliyopita na profile inavyoonyesha na kile ambacho wanaonyesha kwenye matamanio kwamba dhamira yao ni kufanya vizuri bado kwenye mashindano haya ya mapinduzi kwa msimu huu. Ni Michael Hyera huyo. Lakini tukiendelea kutazama mengine hapa katika Viwanjani, mbunge wa jimbo la Musoma Mjini, Mgore Kigera, amesema atahakikisha anatatua changamoto mbalimbali zinazowakabili mbali, wamiliki wa, wa vituo vya mafunzo ya kufundisha soka katika manispaa ya Musoma ili kuhakikisha vituo hivyo vinakuwa bora katika kusaka vipaji vya soka katika manispaa hiyo. Mbunge huyo ameyasema hayo wakati akiwaaga vijana watano kati ya nane waliofanikiwa kujiunga na kituo cha mafunzo cha Ngasa na chenye maskani yake jijini Dar es Salaam na kituo cha na wengine ameweza kuwagharamia safari ya kwenda katika eh, kituo cha TFF kilichopo mnyanjani pale Tanga. Mimi wazazi wa vijana hawa pia ni wapongeze kwa kugundua vipaji vya watoto wenu na mkawaruhusu waendelee kuvi kuviendeleza vipaji hivyo, kwa sababu wazazi msingi waruhusu watoto nadhani hata leo hii wasingetokea kwenye hii tano bora iliyopatikana. Tunazo academy hapa kwetu, bado hazijawa registered na kutambulika, na hazijafanya vizuri zenyewe, pia zinahitaji zipate wadau, na mimi mbunge, nitashirikiana na wadau wa soka wakiwepo wakina Mgendi hawa, tuhakikishe tunatembelea hizo hizo clinic hapo academy za watoto zilizoko hapa Musoma mjini ili kujua ni changamoto gani walizonazo na nini hasa, na mimi kama mbunge niweze kuwasaidia ili tuendelee kuinua vipaji vingi hapa kwenye manispaa yetu. Tumewapata vijana watano ambao wako mbele yenu. Tunawakabidhi vijana wetu kwa mheshimiwa mbunge, awaone azungumze nao na awaambie mikakati ya safari itaanza lini, na nyinyi wazazi mridhie. Mpira una njia yake. Cha kwanza ni nidhamu. Ukiwa na nidhamu mbaya kwenye mpira, hata kama unachezea meno, huwezi kwenda popote. Amna kiongozi ambaye atataka kucheza na wewe kama una nidhamu mbovu. Nidhamu ni jambo la msingi sana. Lakini pia mheshimiwa mbunge, ni kushukuru sana kwa niaba ya chama na ni kuahidi tu kwamba tutashirikiana kuhakikisha michezo yote ambayo utakuwa unaifanya ndani ya jimbo inakuwa na weledi mkubwa inasimamiwa ipasavyo na chama, kwa sababu vijana wengine wakikosa jambo la kufanya uhalifu unakuwa mkubwa. Ni kushukuru sana na nikuombee maisha marefu. Watoto vijana wetu mnaoenda, acheni mambo ya tamaa, kama mheshimiwa alivyosema kwamba lile ni jiji, nendeni mkafanye kilichowapeleka, na hii ni kwa faida yenu na familia zenu shukuru kwa kuweza kupata nafasi hii na kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa nafasi alizozitoa hizi. Tuna unaweza kumwaahidi kuwa tutapambana pia, tunamwomba tuna Mwenyezi Mungu atuweze kusimamia atuweze kufikia malengo tulionayo. Ni vijana hao ambao wengine watakwenda Dar es Salaam katika kituo cha Ngasa, lakini wengine watakwenda pale Tanga mnyanjani kwa ajili ya kuweza kuendelezwa zaidi katika soka. Lakini Hyera, kilichomfurahisha ni mzazi huyu ambaye amesema lile ni jiji, mnapoenda kuweni makini. Nashukuru Kingamkono kwa kwa muda ambao tulikuwa naye hapa. Tukirudi hapa tutakuwa na Sharif Bayona, mguu wa dhahabu. Kuna la kumshauri Bayona? Lakumshauri Bayona, hii ni Dar es Salaam, wae makini. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakwenda kutazama mengine ambayo tumekuandalia hapa katika Viwanjani, usiondoke.